Ya mambo vipi? Karibu kwenye episode nyingine ya uwekezaji wa kidijitali. Tumechelewa kidogo kuposti hii video kutokana na changamoto za kawaida za kwenye maisha ambazo zilipingiliana, lakini sasa tutakuwa pamoja kwa muda mrefu sana. Siku ya leo nataka tuongelee kuhusu, mara mwisho tuongelea jinsi ya kuingiza tu pesa kwa crypto. Kwa hiyo leo, siku ya leo nataka tuongelee kuhusu eh, staking pamoja na holding. kama mnakumbuka tuliongelea holding kidogo long term una, una, una stake pay, unaweka pesa una expect ipande thamani baada ya muda fulani, then ikipanda unapata faida yako. Lakini staking, unaweka pesa then unakuwa unapata riwadi ndogo ndogo kila siku au kila mwezi, depending na contract. Unapokuwa unaisupport hiyo uh, network, basi nawe unapata hizo riwadi. So leo nadhani tutaongelea hizo na specifically staking. Niliwaambia nitamleta mmoja, uh, wa representatives wa Inkryptus hapa Tanzania e, um, yupo siku ya leo, ataongelea sana kuhusu Inkryptus. Inkryptus ni coin kama unavyoona Bitcoin au nini, ni coin ambayo e, ipo inafanya vi, vizuri kwenye market na ina, ina, ina system nzuri sana ya staking ambayo inaweza fanya upate kipato e, kipato ambacho ni si cha moja kwa moja, lakini ni kipato ambacho kinaingia bila wewe kufanya kazi nyingi, yeah. So kwanza kabisa tuongelee holding Coin gani inafaa zaidi sana kwa kuhold sasa hivi? uh, unatakiwa uangalie market trend zinaendaje. Kuna coin nyingi, kuna Solana, kuna Bitcoin, kuna BNB. Ni coin zote ambazo zina probability kubwa sana ya kuendelea kupanda thamani. So ukihold coin kama, kama BNB au Bitcoin eh, uh, ukiipa miaka ya kutosha for sure utapata faida. Short term, -term, ina fluctuations, lakini ukiipa miaka ya kutosha utapata faida for sure uh, so sitaki kuongelea sana kuhusu staking. Staking kuna, kuna options nyingi una Ethereum, kuna nyingi, zipo option nyingi, ila siku ya leo nataka tuongelee Inkryptus kwa sababu Inkryptus ni kitu ambacho personally kimekifanya na ninaona kinaingiza pesa nyingi, na namana nimeona ni mwite, eh, representative mwenyewe wa Inkryptus aje kutupa Eh, elimu zaidi atuambie inaingizaje pesa, na atuambie risk factor zake, kwa sababu sio kwamba kwamba ni uh, 100% ina risk factor kidogo. Kwa hiyo angalie risk factor zake kila kitu aongelee, tuelewe, then tutajua tutafanya maamuzi kutokana na nani yake. Karibu, karibuni sana. yes, asante sana kwa uh, kuwa na mimi hapa kwenye kipindi cha ujasiriamali kidijitali. Uh, mimi nilipewa uh, wito au mwaliko wa kuja kuongea na watu wengine kuhusu Inkryptus. Kwa hiyo hapa leo nitakuwa na share na nyinyi uh, habari ya elimu kuhusu kufanya staking na Inkryptus wallet au ku stake ink token. Kwa sababu najua hivi ni vitu ambavyo tunapenda kujifunza kwa sababu najua ni njia mbalimbali ambazo mtu ukiona jingeji na ulimwengu wa kidijitali, hasa kwenye masuala ya cryptocurrency na blockchain, unakuwa unaangalia ni namna gani ambayo uh, utaitumia wewe kutengeneza kipato binafsi. Kwa hiyo hii hapa naifanya kama educational content lakini sio 100% kama ni, si ni ushauri wa kibiashara. Kwa hiyo ninachokufundisha hapa leo kuhusu Inkryptus ni mambo ambayo naelewa na ambayo yanafanyika na Inkryptus wallet lakini pia wewe una haki ya kwenda kujifanyia uchunguzi mara ya pili. Kwa hiyo ina maana sisi tunabase na kujifundisha watu waweze kuelewa vitu lakini pia mambo ambayo tunaelekeza hapa ni genuine na mambo ambayo yako very open kwa kila mtu. Kwa hiyo kuna website ambayo nitawaelekeza ambayo hata wewe kwa muda wako unaweza kwenda ukasoma, ukajua kwamba ni namna gani unaweza ukafanya maamuzi yako binafsi. Kwa hiyo kama mnakumbuka kwenye vipindi ambavyo vilipita hapa, aliweza kuelezea kuhusu njia mbalimbali kipato, ukiwa na maswala kama haya ya staking hapo, na nitaeleza kwa ufupi tu ili kila mmoja ambaye anasikiliza hii video au una, unafanya kitu gani sahizi iweze kuwafaa wote tu kwa wepesi, lakini kama nilivyosema, unataka kwenda kufanya back check au kuangalia vizuri kitu ndani zaidi, basi kuna site ambayo ipo, unaweza kuangalia na ukaweza kupata information nyingi in zaidi. Kwa hiyo, kwa utangulizi, cryptocurrency zimeweza ku exist kwa muda mrefu sana, lakini za kwanza kama Bitcoin, zile pale zilikuwa zina service ya staking kwa sababu zile pale zilikuwa tu ni ni straight forward cryptocurrency ambazo zina sort of value kawaida na zinatumia proof of work. Kwa hiyo, hizo hapo ni methods ambazo zinafanya kazi ya ku verify taarifa kwenye blockchain. Kwa hiyo ina maana Uh, sarafu na Bitcoin haina staking, lakini baada ya kuja na hiyo, baada baada ya kuja kwa Ethereum ah mwaka 2021 ilifanyika transaction moja ile ambayo ilifanya staking iweze kwa exist. Kwa hiyo maana staking ilikuja baadaye, tofauti na Bitcoin ambayo inatumia proof of work. Kwa hiyo staking yenyewe inafanya kazi na validators, tofauti na Bitcoin ambayo inatumia miners. Watu wanasema, ukisikia mtu ana mine Bitcoin maana yake anafanya kazi ya kutumia kompyuta ku validate miamala kwenye ya kwenye ya kwenye block ya Bitcoin, then ile pale inafanya aweze taarifa. Kwa hiyo ina maana hii hapa ni mining lakini kwenye staking watu wanakuwa wanakuwa na kiasi fulani cha pesa ambacho kinahitajika kwenye hiyo block. Nikiongelea pesa kwenye hizo crypto na maisha zile coin. Kwa hiyo kuna kiasi fulani kinakufanya wewe uweze kuwa trusted, uweze kuwrite information kwenye blockchain. Kwa hiyo hao watu wanaita validators kwenye method ya staking. Kwa hiyo staking ndio imeanzia hapo kwa kifupi. Kwa hiyo sasa tukija kwenye Inkryptus, Inkryptus ni wallet kama wallet nyingine. As you know, cryptocurrencies hazikai kwenye na kwenye benki au kwenye SIM cards kama Mpesa vitu vingine. Hapana, zinakaa kwenye wallets, na wallets ziko nyingi sana. One of them ni Binance, first ya kwanza kwa ukubwa. Kuna Coinbase, kuna KuCoin, sio kuna... ziko nyingi sana, one of them is Inkryptus. Kuna hizo sijui na mitano zote hizo ni wallets, kuna local bitcoin, hizo zote ni wallets, lakini sehemu ambazo unaweza kwenda kuhifadhi coin zako, hizo ni wallets. Lakini some of wallets huwa zinakuja na sarafu yeah, zake, kwa mfano Binance Wana BNB coin. Kwa maana ile coin ya BNB, ni coin ambayo ina support ecosystem ya Binance wallet au ile exchange. Kwa maana hata pia Inkryptus ina follow the same steps. Lakini kumbuka, Inkryptus sio kama Binance, as per se, kuna tofauti kidogo. Kwa sababu kwenye cryptocurrencies kila project ina tofauti na, na project nyingine ni kwamba inalenga kufanya kitu gani. Eh, hiyo ndio inakuwa ni kama ni project behind ya, ya hiyo coin. Lakini coin ile pale sasa inakuwa ni ile asset ambayo mtu anamiliki lakini behind that coin kuna projekti yake ambayo inakuwa imetengenezwa. So kwa Inkryptus uh, wale tunaita Inkryptus hiyo hapo, na hiyo hapo ni hybrid finance, ni hi-fi. Tofauti ya Inkryptus zote nyingine ni kwamba hii hapa imejengwa katika mifumo miwili, kuna decentralized na centralized. Kwa sababu Inkryptus imekuwa base kwenye masuala ya defi. Defi services ni decentralized financial services, kwa hiyo maana ni, uh, ni services ambazo hazihitaji mtu kati, ambazo zinaitwa defi. Lakini ile wallet uh, front end yake au na nani, unapo interact nayo wewe ni kwenye CeFi, centralized finance. Kwa hiyo wallet kama Binance, Coinbase, zote ni CeFi, ni wallet ambazo ziko centralized. Kwa ina maana kuna una sign up kwa email yako unaweza ongeana na customer care, kuuliza password unapata msaada. Lakini wallet kama Trust wallet ni wallet ambazo ukipoteza password hamna msaada. Kwa hiyo kwenye, kwenye tofauti zake hizo zinatoka ni, nani, non-custodial wallet ambazo hizo hazina msaada wa customer care ila zenye msaada ni, ni, ni, ni, ni custodial fall kwenye category ya custodial wallets lakini pia services zake ziko kwenye DeFi kwa maana inakuwa ni hybrid financial wallet. Kwa hiyo sasa, kwa kifupi sasa, tuseme kwamba, tuseme wewe hapo sasa hivi mtu ambaye umekereketwa au unapenda kujifunza kuhusu masuala ya ya digital investment kwenye masuala ya cryptocurrencies, ah, tukiongea swala la staking, staking ni best option kwa sababu ya vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni business ambayo ni tunataka ni ni passive business, ni biashara ambayo kama nilivyoongea Isaac kwamba inakuwa haikufanyi wewe uwe active kwenye ile process ya kutafuta uh, pesa ile pale. Kwamba let's say wewe una milioni 50 mfukoni mwako au una kiasi cha pesa. Unataka hicho kiasi cha pesa usikitumie saa hizi kwenye mashamba mengine ila ukisave tu kwa muda fulani. Then after some time usikitumie. Kwa hiyo watu wengi kwa kawaida wanafanya kazi ya kwenda kuweka benki hiyo pesa, wanaweka benki lakini benki inafanyia fixed deposit. Lakini benki ile pesa hawakainayo tu, wanaikopesha, wanafanya vitu mbalimbali lakini mwisho wa siku wanakupatia wewe interest. Na ile interest ni by percentage lakini kwa benki, benki kujia, zenyewe, kwa sababu benki nyingi zinafanya vile project hiyo in kwa kwa na na cryptocurrency inakwenda vizuri. Sasa wewe labda idea ya Inkryptus. Na unataka ununue hiyo coin. Enda ile coin ya Inkryptus ni kwamba let's una, una, una let's say say una assume in 5 years coin yake ni 1.5 dollars. Kwa sababu ya kuangalia na project iko vizuri ni ni mpaka 2 dollars dollars. au 3 Kwa yap, yapokon, kanao, -so ya, Kwa kwa Kwa hiyo hiyo hiyo wewe ile coin na nzuri, then sasa instead ya kusikiliza bei ifike ndio uuze, sababu ni muda mrefu, unaweza kuchagua kufanya more to crypto. crypto hivi let your crypto work for you so by how ni kwamba unachukua coin zako, unaweza kwenye smart contract ambayo inakuruhusu fanya staking, au unaweza commit kwenye smart contract kwa muda fulani. Na kwenye crypto kuna option tatu. Option ya kwanza ni miezi sita, nyingine miezi kumi na mbili na nyingine ambayo ni free lock. Hiyo free lock ni kwamba unachukua hela yako na commit kwenye contract, lakini unaweza kuitoa muda wote, ule mtaji pamoja nini na faida yako. Lakini kumbuka profit yake inakuwa ndogo. Lakini miezi sita inakuwa ni una, una, una, una stake crypto zako miezi sita kwa profit ambayo kidogo inaongezeka compared na ile ambayo ya, ya free. Lakini baada ya ule muda pale, ile, ile stake yako ambayo umeweka pale inaweza kurudishwa kwenye wallet yako uka withdraw, utaamua uendelee ku au kutoa kwayo. Stake inafanya kazi kwa hapo, lakini payment yake ni kila siku coin zake na thamani. Lakini ukifanya staking ni kwamba unakuwa umefanya buy and hold as other people ambao wanayo coin lakini wewe kwa sababu ume-stake basi kila siku coin yako wewe inakuwa inazaa coin nyingine mpya ambazo zinakuja zinonoa kwa. Ina maana sasa, in the end of the day unakuwa unapata profit ya coin nyingine mpya ambazo zinakuja zinonoa kwa hiyo, kwa, kwa lengo la ku, la, ku, la kuendeleza, ina maana unakuwa unapata coin nyingine mpya kila siku, kwa maana staking inakupatia wewe profit ya coin zile ambazo ume-stake bila kuzilipia, so in the end of the day aliyefanya kazi ya kubaini coin anakuwa na coin chache, lakini wewe, kuna kuna coin nyingi ambazo hujazinunua which is good, kwa maana sasa mtu anafanya buy and hold na anafanya staking, you are doing the basically the same business, lakini mmoja tu anakuwa na uphand kwa sababu anapata coin nyingine mpya bila kuzilipia. Na uzuri ni kwamba kwa sababu mwaka miaka zidi kwenda mbele, coins zinakuwa expensive, wewe unakuwa na chance ya kuweza kununua coin nyingine, kupata coin nyingine bila kuzilipia. Kwa hiyo hiyo ni better side ya kufanya staking over buy and hold. Sasa tuachane na hayo, ni namna gani sasa unapata faida kwenye staking.

Maana hauza nunua zile zote 200 hapana. Unanunua poshi na sarafu kwenye zile milioni kumi. Ukizinunua pale unakuwa pata coin kadhaa. Ukishafanya staking sasa ni kwamba unakuwa ni mnufaika wa zile coin 190 ambazo mbaki kule kwenye nini? Kwenye blockchain. Kwa maana sasa zile daily profit anayekulipa wewe hazitoki somewhere ya else hapana. Zinatoka asilimia moja kwenye zile 190 ambazo ziko kule. Kwa maana sasa ukistake leo una uwezekano wewe ku hizo coin mpaka miaka hamsini na sita ijayo, ndio zile tisini zitaisha, kwa sababu kila siku zina mint coin elfu kumi tu. Kwa hiyo haijalishi umenunua kwa watu wangapi, kwa kiasi gani, ina maana mtu akija hata na, na trilioni moja kwenye coin ya cryptos kununua, atafanya tu coin zipande thamani, kwa sababu hizo coin ziko chache za kununua, na zile nyingine ambazo zipo kule zinaingia kidogo kidogo, ili kuzuia coin isiuze kwa nani na hyperinflation. Kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba staking ya cryptos ni simple sana kama kama nilivyoweza kuelezea hapo unanunua flani in a simple steps, unaweka, unafungua tu wallet ya, ya, ya contact ya ku stake unaweka pale kwenye fixed account, then from that day unakuwa paid every day percentage, uh, percentage percentage, percent ya percent ziko fixed, of course, kwenye free lock percentage yake waka ni 0.01%, alafu ukienda kwenye uh, kwenye 6 months waka ni 0.07%. Kuna, kuna kuna more days must be behind 0.07 na vingapi

lakini apart from that niongele kuhusu swala la negative side ya ya ya staking. Staking as we know, tunafanya staking ya hizi coin coin coin coin ambazo ambazo ambazo ziko ziko volatile coin zote ambazo zipo kwenye market market ya dunia, except stable stable coins USDT, USDC, BUSD, DAI, so kama kama USDT BUSD hizo nyingine Bitcoin Ethereum, mwoga na mwoga na, zina challenge ya kuwa na price fluctuation kulingana na market behave. Watu wakinunua coin inapanda thamani, watu wakiuza coin inashuka thamani. Kwa hiyo inamaana sasa zile price swing za kwenye coin ni common so hiyo hapo kwenye cryptocurrency kuna risk ambayo inaitwaga impermanent loss. Ikitokea leo wewe una milioni kumi uka deposit kwenye crypto kwa maana kuna coin za milioni kumi, alafu kesho ukauza. Ukiuza coin kama price imeshuka chini, ina maana kwamba hivi umeuza coin zile zile ambazo uko nazo in terms of idadi, lakini sa value yake inakuwa imedrop kwa sababu gani? Market price ya, ya hiyo coin imeshuka chini. Kwa hiyo wewe sasa unakumbana na loss ambayo ee kuipata kwa sababu ungesubiria next time ungepata profit nzuri zaidi au, ingekuwa kwenye profit ambayo au, kwenye price ambayo ungepata wewe faida nzuri zaidi. Kwa maana sasa risk ambayo ipo huku ni price fluctuation peke yake, lakini there is no day ambayo hautalipwa pesa kwa sababu analipa pesa huku sio mtu, ni smart contract. Na smart contract huko ni kama ni piece of code ambayo ipo kwenye blockchain ambayo ina run yenyewe automatically. Kwa maana hakuna mtu ambaye analipa watu huku ndani hela. Hakuna mtu ambaye anashika pesa yako wewe. Hata encrypted wallet yenyewe pia inashika hela yako wewe. Ila kwenye smart contract kule na ina pay automatically yenyewe kwa kila user ambaye anatumia service ya staking. Kwa hiyo the business ipo staking kama hiyo hapo. Kwa wanaopenda mnaweza mkaenda kwenye www.inkryptus.com, mkaenda mkasome pale kuna page nzima ambayo inaelezea kuhusu kila kitu, lakini pia kuna white paper ya Ink token yenyewe kwamba namna gani hiyo project ipo, imejengojengwaje na inafanya kazi kwa information zaidi. Lakini kwa kifupi, naweza kueleza tu summary nyepesi ya kwamba namna gani staking kwenye Ink token inafanya kazi kwa sababu kwenye app, kwenye project nyingine ama Ethereum pia iko tofauti kule ni kwa ajili ya kuvalidate lakini huko kwa ajili ya kufanya nini, minting ya coin mpya kila siku. So, project iko hivyo kiufupi. Lakini kama una maswali yako, basi unaweza ka list hapo chini ili next time tuweze ku clarify vizuri zaidi pale ambapo nyinyi mnahitaji kupewa maelezo zaidi ili uweze kuelewa. Lakini business ni very simple, lakini pia ukitaka kujiunga na hiyo biashara, unaweza ka check Mr. Isaac hapo, atakupatia link ya kuchukua hiyo hiyo app kutoka Play Store au Apple Store, na then atakupatia maelekezo ya kufungua akaunti na jinsi ya kuwekeza hela yako ili uanze kuanza kufanya biashara yako moja kwa moja. Kitu kipo simple sana na uzuri ni kwamba wewe hapo ndio una control account yako 100%. Kutoa pesa, kuweka pesa, it's all yours. Unaweza kutoa hela yako yote kwa ile siku nyingine account yako pia inakuwa na exist moja kwa moja. Kwa hiyo jamani, huo ni ufupi tu kuhusu staking na cryptos na asante sana kwa kuwa na nyinyi hapa kwenye hii, uh, site ambayo ni nzuri sana ambayo inalenga kutoa elimu kwa Tanzania kuhusu masuala ya uwekezaji wa kidigitali. Kwa hiyo nashukuru sana na kama kutoka kuna jambo jingine basi, nitakuwa nafurahi sana kuitwa mara pili hapa kwa ajili ya maelekezo mengi zaidi. Thank you very much.